Habari za asubuhi, na tumai kila mmoja yuko salama. Sasa <coughs> tuelekezane namna ya, ku, ya kuadi sarafu mpya pale zinapoeko zinapo. Sasa ushafungua Royal Q yako umekuja hapa mahali, e, sasa utagusa hapa hapa mahali ukishapagusa manage, manage. Patafunguka namna hiyo. Unakuja tena hapa hapa mahali pameandikwa spot, unaona naona, ushakuja namna hiyo. Hapo unapabonyeza ushamaliza, unakuja maeneo haya hapa All. All. Unabonyeza hapa kwenye hichi kiboksi sawa, so, eh? Shabonyeza namna hiyo, maanake inakuwezesha kuona saraf, yani sarafu zote zilizoongezwa kujiweka kwenye orodha ya ile unaotakiwa ku trade. Baada ya hapo, nakuja hapa, una adi. Kishamaliza hapo, manake zile sarafu zako sasa zote zilizoongezwa kwenye orodha uh, takuwa zime tumejiweka kwenye orodha. Na baada ya hapo, tunarudi kuangalia ni kweli kwa mfano, kuna sarafu ilikuwa inaitwa sarafu gani katika iliyokuwa imewekwa kwenye orodha, tuangalie. Uh, tuangalie hii sarafu kwa mfano, upande wa benki yetu ya Binance kuna Mubarak, kuna Mubarak hapa kuna tetu mimi sikuwa nayo kabla ya hapo kwao, tunajaribu kwenda kuziangalia uh, kuzi nakuja wapi? kwa wale watu wageni kabisa na, na, na Royal Q nakuja hapa mahali hapa hapa kwenye chikidubwasha cha kusachi shamaliza hapo, na kibonyeza shaka kibonyeza. Sasa hapa kuna sehemu mbili hapa kuna sehemu mbili. Kuna sehemu ya favorite, ni sehemu ya sarafu ambazo nimekuwa nikizitrade sana, umeona, eh? ni sehemu ya, ya, nimekuwa nikitrade hizo sarafu hapa kwenye favorite costa sita, search ile uh, labda sijui toto au mubarak kupitia hii sehemu. Hapana, ntakuja ile eneo, mtakuja eh. ile eneo la all kisha maweza kubonyeza hapo kwenye all. Sasa ndo ntaandika nta, mm, ndo ntaandika ile, kwa mfano Mubarak. Yeah. Mubarak. Mubarak, m... Yeah. Mubarak hapa nimebonyeza hapa, nakuja sasa na angalia, Mubarak Mubarak imetokea kabisa, ni ya Mubarak hapa imesha kuwepo. Kwa hiyo mimi sasa ndo nakaa nayo, nisubiri kufanyia analysis, kiona ina fursa, nafanya sarafu nyingine. tulikuwa na hii hapa yeah. Ni mimi tu sasa na fursa sarafu, na na fursa sarafu nini. Je, naweza nikatoa nika signal au nikapokea signal pale inapo, inapokuja. Simple like that. Kwayo ni, ni hivyo viongozi wangu. Na, nafikiri itawasaidia viongozi wageni kujua ni kitu gani cha kufanya.